Matumizi ya zana bora za kilimo kwa wakulima hapa nchini umekuwa wimbo wa kudumu kwa serikali kwa kuweka mipango mikakati ya kuwawezesha wakulima kupata vifaa hivyo kwa urahisi zaidi kupitia mikopo nafuu. Chuo cha VETA Mpanda katika kuunga mkono juhudi za serikali kwenye mapinduzi ya kilimo inatengeneza zana za kilimo za kisasa kwa lengo la kuhakikisha mageuzi ya kilimo yanafanikiwa kwa wakulima kwa kutoa ujuzi kwa wanafunzi. Mwanafunzi wa zana za kilimo anajifunza mashine hizo na pia tunamhitaji haweze kutoka na maarifa hapa kuweza angalau kuandaa zana ndogo ambayo itamwezesha mkulima. Huyu ni Ali Musa, mwalimu wa chuo cha ufundi VETA Mpanda kutoka fani ya zana za kilimo na mitambo, anasema ufanisi wa vifaa hivi vya kilimo ni wa hali ya juu. Kwa mfano mashine hii ya shela ya kupiga mahindi inaweza kufanya kazi mwanzo wa asubuhi mpaka asubuhi na bado ka inafanya kazi yaani, masaa 24 inaweza kufanya kazi kwa ufanisi mzuri tu. Kupitia fani ya zana za kilimo na mitambo inayopatikana chuoni hapa inamsaidia mwanafunzi kuwa mbunifu na mahiri kwenye fani hiyo. Tumetengeneza mashine nyingi, kuna shila mashine, kuna slesha mashine na pia kuna planta zinahusika na kupanda mahindi hivyo vinatusaidia kwenye upandaji wa mahindi kwa mfano, kuna, kuna mashine mmoja tumetengeneza, tumetenge, lakini bado hajamalizika. Zipo zana ndogo ndogo ambazo tunafundishwa tuna namna ya kuzitengeneza na tayari tumeshaanza kuzitengeneza ambazo zinaweza zikawasaidia wakulima wa hali ya chini. Matarajio yetu sisi kwa hawa wanafunzi, tunawaandaa ili wakitoka hapa tuseme wasiende kuwa vijana wa maskani sawa. Chuo pia kinaongeza jitihada na kuhakikisha wanafunzi na walimu wanapata malighafi kwa wakati. Sisi kama kituo tunatoa support ya material kwa maana ya vile vifaa vya kujifunza na, kufundi, kufu, na kufundishia. Matumizi ya zana za kisasa za kilimo kwa mkoa wa Katavi ni asilimia thelathini tu. uwepo wa chuo cha ufundi VETA Mpanda unakwenda kuchagiza matumizi ya zana za kilimo za kisasa kwa wakulima mkoani humo kutokana na utengenezaji wa vifaa hivyo. Mwanaidi Waziri, Azam News.